Tumeshafuzu makundi by the way toka game ya kwanza. Kinachoenda kufanyika leo ni kwenda kukusanya zile fedha ambazo huwa zinatolewa kwenye magoli. Kwa hiyo Simba uh, watakuwa wanawekeza nguvu ya kukusanya fedha kwa ajili ya ya yale magoli ambayo yanapatikana, lakini kwa mabao matatu kwa sifuri. of course, kwenye mpira kila kitu kinawezekana kwa sababu imeshawahi kutokea Joan Ngalax walitanguliwa goli mbili na mpaka half time hapa Simba walikuwa wanaongoza tatu moja, mm, manake ndio inakuwa tatu, lakini baada ya dakika 45 za kipindi cha pili magoli yakarudi, mm. Lakini naamini kwa sababu lile lilikuwa mm, ni funzo automatikali. Sioni namna yoyote, sioni namna yoyote ya hawa Nsingizini Hotspurs kuweza kupata kufanya comeback yoyote ah, ah. Yani mimi nachokiona ni zaidi, Simba wamekuja kukusanya fedha zao tu zile za hmm. goli la mama hmm. timu ambayo hmm. hmm. yani hmm. inaweza ikafunga goli kupitia mchezaji yoyote wa eneo lolote hmm. kiungo, beki, mshambuliaji yani, hmm. takriban 44 na wamefunga wameweza kuadhibiti. Na, na, mm, na nikawataja wachezaji muhimu na wakubwa ambao wanachua wanapaswa kuchungwa nikawazungumzia. Kwa hiyo e, kwa sababu simba washakutana nao na washawaona, yaani kwa kifupi labda nikwambie hivi. Nsingizini Hotspur ni timu bora kuliko Silver Striker. Nsingizini Hotspur ni timu bora kuliko Silver Striker. Kwa sababu mimi nitakwambia jambo moja. Silver Striker mm, ni zile timu ambazo kwa jina unajua Nsingizini ni eh, alafu uh, Silver Strikers ni habisho team. Yani, habisho team ni timu ambazo zinarudia makosa ya kiufundi kila mechi mm. wamefungwa goli la kona. Mimi kwa upande wangu nilikuwa nategemea tu atafungwa goli la kona mm. Simelewa, mm. kwa sababu watu hawafuatilii ligi ya Malawi, ila nitawasaidia kuwapa reference katika mchezo wa tarehe 13 Julai mwaka 2025 dhidi ya Moreale Barracks mm. walikonsi bao la kona mm. likifungwa na Rafael Piri. Hiyo tarehe 13 Julai mm. Wakaja wakakonsidi tena bao la kona tarehe 30 Julai 2025 dhidi mm. ya Dezwa Dynamos. Dhidi ya Dezwa Dynamos. Mm. Dynamos. Yeah. Kona inapigwa na Gift Magola, goli linafungwa na huyu huyu mwamba, kwa wale wanaofuatilia ligi ya Malawi wanamjua siwelewa mm. Eh, huyu mm. e, mwamba anaitwa Marcos Chiwaya mm. ni mshambuliaji wa Dezwa Dynamos. Alifunga bao kupitia kona, wanakuja kukonsidi tena bao la kona dhidi ya Yanga mm. Umeelewa ambayo ina, inafungwa na Dickson Job. Maana yake ni habisho timu timu, timu ambayo inarudia makosa ya kiufundi timu ambayo inarudia makosa ya kiufundi ya kuconcede katika mipira ya aina fulani na una, ukijaribu kuangalia walikuwa hawaruki mm. o, yani, wana, ni timu ambayo inacheza tu kama umeelewa, yaani hai, haina ugumu kama wa Nsingizini Hotspurs, umeelewa. Nsingizini Hotspurs ni timu ngumu sana yani, ah. Kitendo cha Simba kushinda tatu bila haimaanishi kwamba eti wamemfunga Kibonde au nini? Hapana mm. Ni, ni wameifunga timu nzito, timu bora mm. na leo hapa wanakuja kumaliziwa na Simba, wanaweza wakakusanya pesa nzuri tu kwenye magoli kuna, ya mama Dula, kuna namna wao hawana cha kupoteza, kwamba watafunguka wakisha wanatengeza nafasi mapema ili angalau wapate chochote kitu yes. Na hiyo ndo kitakachokuwa kiama chao kwa sababu unavyoenda kufunguka mm. katika timu dhidi, eh, timu kama Simba Sports Club mm. Ndugu yangu naenda kuumia, kwa sababu lile bao ambalo alilifunga kibudeni si bao la tatu mm. Lilitokana na wao kujaribu kutaka kusawazisha mabao. Umeelewa? mm. mm. Walivyojaribu kutaka kusawazisha mabao wakaacha space zaidi kubwa nyuma ya safu yao ya ulinzi mm. Na ndo Morris Abraham alipochungulia akamwona kibwa amefungua, akapiga pasi kaenda kuzalisha bao la tatu. Kwa hiyo the more atakavyodemand kutaka kufunga magoli na ndo the more atakavyopata nafasi ya kufunga magoli. Kwa hiyo itategemea sasa, wao wenyewe wataamua kufanya kipi lakini kwa kuona kwamba watakuja na mbinu ya kurudisha mabao wa wa eliminate Simba, ndugu yangu, hicho kitu kigumu mno. Nani wa mzuie? ni kama kutafuna chuma, kama kutafuna chuma, ili angalau kama wanaweza kupunguza idadi ya magoli kama ambavyo ulisema leo, Simba wanakuja kukusanya magoli ya kutosha wao wafanye nini? Kupunguza idadi ya magoli, kama kuna uwezekano wazuie eh. Yani wacheze kwenye maybe, labda wacheze kwenye low block. Kwa sababu wazuie moja kwa moja, unajua eh. Yani wa, wa, u, nikisema kuzuia haimaanishi ndo mechi nzima, kwa mm sababu mara nyingi mpango wa kuzuia huwa unakuja na plani mbili, mm, kukaa deep, yani kukaa karibu na lango lako kuhakikisha timu pinzani haipati mianya ku, ya kutengeneza mabao, mm, alafu unatumia hiyo hiyo mianya ambayo wataiacha timu inayoshambulia mm, kuweza kuiadhibu kwenye transition na counter attacks, si ndio? Mm, yeah. Ndo mpango kazi ambao wanaweza wanapaswa wana, wana kutana, lakini kwa sababu hawana cha kupoteza wakae nyuma wakae wapi wakae wapi haitowasaidia wao kuweza kufuzu mpaka washinde kuanzia mabao matatu Mb. au tofauti ya mabao matatu. Maanake watabidi wa waje na plani ambayo inahusiana na kushambulia Mb. zaidi Sasa timu kama hii ni ngumu kuishauri, kwa sababu haina alternative nyingine zaidi ya kushinda Mb. kwa mabao mengi. Yani wewe utaishauri, utai vipi? Ushinde goli nne? Hey, na aina yao ya soka sio soka la kujilinda. Wanzigizini hawa timu za za ukanda wa Afrika Kusini zinakuaga yes. zina display soka safi mm. na ndio maana akakwambia hawa wagumu kuliko wagumu kuliko Silver Striker mm. eh, yani, wagumu kuliko Silver Striker. Na pamoja na hivyo, mimi hakuna siku yoyote au katika media yoyote kwenye hivi vipaza nikawahi kumsifia Uchizivunga, tafuta klipu yangu yote ambayo nimewahi kuisifia Uchizivunga. Wakati watu wanampa sifa Uchizivunga mm. mimi ndo nilikuwa napiga kelele, nawaambia watu ile timu haina washambuliaji wake bora wawili wachezaji ambao wanahusika kwenye mabao mengi zaidi wawili hawapo. Chinsinsi Maonga mm. pamoja na Festus Due mm. ambao kwa umoja wao wamechangia mabao 14 kati ya mabao ishirini na sita aliyofungwa. mimi ndo nilikuwa nazungumza mm. nikasema kwamba ao wanakosa wachezaji wao wawili ni kama Yanga iende kucheza bila Pakome na Max Nzengeli ndo mm. kama hao Silver Strike, yani, wameingia pale hawana Pakome wao Chinsinsi Maonga, hawana Max Nzengeli wao Festus Due sasa hapo watu walikuwa wanamsifia uchizi uchizi, lakini mimi nilikuwa nimeshatoa alert mapema, akasema hii timu na ndio maana unaona alikuwa inacheza vizuri kuanzia nyuma mpaka katikati, mbele kwenye eneo la ushambuliaji unaona hakuna maelewano, ni kwa sababu kuna wachezaji wawili ambao kwa umoja wao wamechangia mabao kumi na nne hawakuwepo katika, katika ile mechi, kwa hiyo wamekutana na kibonde. Alafu wakampiga kibonde mwenye hana wachezaji wake muhimu wawili kwenye kikosi ambao wao yani huyo Chinsi Simaunga ndio top scorer wa kikosi alafu Festus Due ndio anamfuatia. Chinsi Simaunga goli sita, anayefuata Festus Due goli nne. Chinsi Simaunga ana assist tatu ndio nyingi kwenye kikosi; Festus Due ana assist moja. Kodula jana aliamini kwamba yani kili... kwa Yanga atapata mchekea moja kwa moja na naye. Ah, niliamini, niliamini, niliamini mchekea tu ile. Lakini Yanga wanapoingia kwenye group stage, basi wanakuwa pushovers. Hmm. Yani, pushovers ni timu ambayo ni rahisi kuichapa wanaenda kuwa pushovers. Yani kila mtu anamtaka Yanga kwenye kundi lake lete, kwa sababu ni timu ambayo imeshajionyesha kwamba ni timu nyepesi kuichapa, au lightweight. Naita majina ya kitaalamu lightweight, pushovers. Eh, ni timu hizo mino mm. Timu ambazo ni rahisi ku, kuweza kuziadhibu tu kwenye, unaelewa, nafikiri hata Yanga wenyewe anajua mm. Sio, sio mimi, Yanga wenyewe anajua kwamba kwa kwa jinsi walivyocheza, jinsi walivyocheza Nafikiri wanajua sababu, kwenye hatua ya makundi nafikiri, unaelewa, timu ambazo unaenda kukutana nazo sio timu nyepesi nyepesi. tuzungumzie display ya Dimitri Pantev, uliona mechi ya kwanza ile. inatosha kusema kwamba Pantev ni kocha ambaye amerejesha Simba bora, ama tusubirie katika display ya leo pia? Kwanza, mechi iliyopita Dimitri Pantev alionyesha soka safi sana hmm, lakini kwa nilivyofuatilia au ninavyomfahamu Dimitri Pantev hmm. Lile soka ni kama asilimia 45 tu ya kile kitu ambacho atakuja kukiinject ndani ya Simba Sports Club. Mm. Sawa simbasawa eh? Mm. Yaani bado yupo katika mkakati wa kuweza kuisuka Simba bora zaidi ya ile. Mm. Menaelewa, yani ile ni asilimia ngapi? 45. Ra, yani ile ni 45. Sio hata, hata kwenye hamsini haijafika. Mm. Kwa sababu nafikiri unajua kama ni muda mfupi sana mpaka anakutana na ile mechi hakika. Si ndio? Mm. Eh, ni siku ambazo zinahesabika hazifiki. Mm. Amefika e, nchini Oktoba kumi na moja, nafikiri tulienda kumpokea airport. Hakika. Mechi anakutana nao Oktoba okay. 21, na siku mm. kumi hizo. Mm. Sasa manake bado, kwa hiyo alichokifanya ni ku, Ku, yaani kuweka sawa mapungufu yale makubwa ambayo alikuwa anajionyesha ndani ya kikosi movement zile wachezaji wabadilishe zile movement zao wakiwa wanaenda kushambulia na vitu kama hivyo, na nini, ila kuna zile eh, patterns ambazo wataziimplement zaidi, jinsi ambavyo timu inabidi icheze bila mpira, ikiwa na mpira na vitu kama hivyo, bado. Kwa hiyo Simba itakuja kucheza soka safi zaidi mbeleni, kwa sababu bado anaendelea kutafuta ile muunganiko wake wa kiuchezaji, wachezaji gani anabidi awaamini zaidi kwenye aina yake ya soka na nini. Kwa hiyo ukifika at least asilimia 60, asilimia 60 ya ubora wa soka lake mm. Watakimbiana umuadu. Of course Dulla. Simba itakuwa timu bora sana. Tumzungumzie tu kidogo pia kocha wa Young Africans ambapo jana wametambulishiwa kama zawadi. Ni kocha wa namna gani alikotoka? Je, yeah. Anakwenda kukidhi mahitaji ya Young Africans moja kwa moja bwana. Kwa bahati mbaya mm. Eh, ni kocha ambaye sijajua wa Yanga wanashauriwa na nani kumchukua lakini